Safari ya Hekima ya leo inatupeleka kwenye sura ya 24 katika kitabu cha Isaya, na sura hizi zinazofuata zimeitwa au kupewa jina lautani, la utani la Apokalipsi ndogo. Neno Apokalipsi ni neno la Kigiriki linalomaanisha ufunuo, hasa wa matukio ya baadaye. Kwa kweli, ndiyo sababu kitabu cha Ufunuo kinaitwa Apokalipsi. Kinaelezea hukumu za baadaye za dhiki pamoja na baraka zote za ufalme ambazo zitafuata. Katika somo letu la mwisho tuliangalia mafunuo yote ya hukumu dhidi ya mataifa yote hayo. Sasa Isaya anabadilisha mtazamo kutoka kwa mataifa yote yanayozunguka Yuda hadi ulimwengu mzima ambao Mungu atahukumu. Ujumbe kwa Yuda katika siku za Isaya ni tena, uweka imani yao kwa Bwana, si kwa mataifa mengine, kwa sababu wataona hukumu ya Mungu, ikiwa si hivi karibuni katika siku za Isaya, hakika katika dhiki za nyakati za mwisho ambazo sasa anaanza kuelezea. Ujumbe wa Isaya kuhusu hukumu inayokuja sasa uko hapa katika sura ya 24, na inaanza katika mstari wa kwanza. Tazama, Bwana atafanya dunia kuwa tupu na kuifanya ukiwa, na atapindua uso wake na kuwatawanya wakaaji wake. Sasa nashuku kama kuna kipimo cha mtetemeko wa ardhi kinachoweza kupima tetemeko lenye nguvu kiasi cha kupindua uso wa dunia nzima, lakini hayo ndiyo maneno yenye nguvu ambayo Isaya anatumia kuelezea shida inayokuja. Sikiliza maelezo haya hapa katika mstari wa tatu, dunia itakuwa tupu kabisa na kuporwa kabisa, kwa kuwa Bwana amesema neno hili. Dunia imechafuliwa chini ya wakaaji wake, kwa maana wamevunja sheria, wamekiuka amri, wamevunja agano la milele. Kwa hiyo laana inakula dunia na wakaji wake wanateseka kwa sababu ya hatia yao haya hayo ni maelezo ya hukumu ya Mungu ambayo yanatupeleka hadi mwisho wa sura hii na lazima nikuambie kwa bahati nzuri si kila kitu ni giza na huzuni kwa kweli tunapewa maono ya kwaya kubwa inaimba hapa katika mstari wa kumi na nne wanaimba kwa sauti zao wanaimba kwa furaha juu ya ukuu wa Bwana wape utukufu jina la Bwana Mungu wa Israeli kutoka miisho ya dunia tunasikia nyimbo za sifa za utukufu kwa yule mwenye haki. Haya, yule mwenye haki ni kumbukumbu -kumbu ya Masiha Mfalme, Bwana Yesu. Na ni nani hawa watu wote kwa njia wanaoimba hapa katika kwaya hii? Naam, wao ni miongoni mwa wale ambao wamekuja kwa imani katika Kristo wakati wa kipindi cha dhiki, umati mkubwa wa Wayahudi na watu wa mataifa mengine wengi ambao wameitikia injili iliyohubiriwa ambayo imeelezewa katika Ufunuo sura ya saba. Kwa kweli kitabu cha Ufunuo kinatupa maelezo mengi ya mwamko huu wa kiroho duniani kote ambao utawaleta watu kutoka kila kabila, lugha na taifa kwa imani katika Yesu Kristo. Naam, sasa hapa katika Isaya sura ya 25 tunapewa maelezo ya ufalme huu wa milenia, huu utawala wa miaka elfu moja, wa Kristo duniani ulioahidiwa na manabii. Waliokombolewa wa nyakati zote wanaimba sifa za Mungu wakati wa utawala wa Kristo duniani. Kwa kweli maneno yao yanatoa sababu kwa kila muumini kwa njia katika kila enzi kuimba sifa za Bwana hata sasa. Na sababu ya kwanza ni uaminifu wa Bwana. Mstari wa kwanza unaanza kuimba, Ewe Bwana, wewe ni Mungu wangu, nitakutukuza, nitalisifu jina lako kwa kuwa umefanya mambo ya ajabu mipango iliyoundwa zamani, yenye uaminifu na uhakika. Kwa kuwa umefanya mji kuwa kifusi, mji wenye ngome kuwa magofu, jumba la wageni si mji tena. Kwa maneno mengine, tunamsifu Bwana kwa sababu ametimiza ahadi yake. Mji wa Babeli, unaowakilisha nguvu zilizojumuishwa za shetani wakati wa dhiki, uh, ajenda yake mbaya hata sasa katika enzi zote, hatimaye umeangamizwa. Isaya anasema hautajengwa tena kamwe. Kweli, kuna sababu nyingine ya kuimba, na hiyo ni hiyo ni kuimba kuhusu uzao wa ufalme huu ujao. Aya ya sita inaelezea sherehe, karamu katika mlima huu, yaani Yerusalemu. Bwana wa majeshi atatengeneza kwa ajili ya watu wote karamu ya chakula kitamu, karamu ya divai iliyokomaa vizuri, ya chakula kitamu kilichojaa mafuta ya divai ilio koma, ilio vizuri kweli. Yote haya ni marejeleo ya baraka tele za ufalme wa Kristo. Hakuna mtu atakaye kuwa na njaa q hakuna mtu atakayewahi kutoridhika tena. Kwa kweli, katika Madhayo sura ya nane Yesu aliahidi wengi watakuja kutoka mashariki na magharibi na kuketi mezani pamoja na Abrahamu, Isaka na Yakobo katika ufalme wa mbinguni. Ninatazamia kupata mlo kwa njia na Abrahamu. Ningependa kujua ilikuwaje kuwa baba katika umri wa miaka mia moja. Ningependa kujua ilikuwaje kwa Isaka alipokuwa juu ya madhabahu hiyo akiwa tayari kufa. Hiyo ni picha ya kile tutakachopitia katika ufalme. Sasa kuna sababu ya tatu ya kuimba, na ni utimilifu wa ahadi fulani wakati wa enzi ya ufalme. Mstari wa nane unasema: atameza kifo milele, na Bwana Mungu atafuta machozi kutoka nyuso zote, na aibu ya watu wake ataiondoa. Sikiliza mpendwa, huu ndio mustakabali wako. Haijalishi ni ngumu kiasi gani, haijalishi ni ya kuvunja moyo kiasi gani, haijalishi ni vikwazo na mabonde mangapi umepitia, au machozi mangapi unayomwaga hata leo, unakwenda kuelekea wakati ambapo maisha yanaelezewa kama karamu ya furaha na Yesu. Naacha nikuambie kifo hakitaalikwa, huzuni haitaalikwa, hakutakuwa na uaga tena. Ninapenda ukweli kwamba wale walio katika ufalme wanasema hapa katika mstari wa tisa, tumemsubiri ili atuokoe, huyu ndiye Bwana, tumemsubiri. Ninapenda usemi huo, tumekuwa tukimsubiri, tumekuwa, tumekuwa tukitamani maisha haya ya utukufu yaliyotimizwa hakuna huzuni tena, machozi, kutengana na hatimaye, yote yako hapa sawa. Sura eh, 26 sasa inaendelea na maelezo ya furaha yetu katika ufalme. Mstari wa kwanza unarejelea siku hiyo. Siku hiyo inaonyesha kwamba Isaya bado anazungumzia utawala wa miaka elfu siku hiyo ya Kristo. Anasema hapa katika siku hiyo, wimbo huu utaimbwa katika nchi ya Yuda. Sasa e wimbo huu hapa unaelezea miji miwili, mmoja ni mji wa Yerusalemu, mji mkuu wa ufalme ujao. Kuhusu mji huo kwa kweli, mstari wa pili unasema Bwana atafungua malango ili taifa la haki linaloshika imani liingie. Sasa kuwa mwenye haki hapa inamaanisha kuwa sawa na Mungu, na kuwa sawa na Mungu inamaanisha uko sawa na mwana wa Mungu, Bwana Yesu umemtambua kama masihi wako, hiyo inakufanya uwe mwenye haki au sawa naye. Na kwa njia, kama hutaki chochote cha kufanya na Yesu sasa hivi, ungekuwa na furaha sana katika mji huu, kwa sababu Yesu ni mfalme na tutakuwa tukimsherehekea, tunasherehekea wokovu wetu siku hii. Isaya anaongeza hapa kwamba wale wanaomjua Bwana wana amani kamilifu. Mstari wa tatu unasema, unamweka katika amani kamilifu ambaye mawazo yake yanakaa juu yako kwa sababu anakutumaini. Je, unaweza kufikiria siku ya amani kamilifu? Kweli, tuna amani leo lakini ni ladha kidogo tu ya amani hapa sasa. Kwa kweli ni vigumu kuweka mawazo yako yakiwa yamekazia eh, yamejikita kwa Kristo na usumbufu wote unaokuzunguka ndani na nje. Lakini katika ufalme huo tutatukuzwa tutakuwa na miili isiyokufa iliyokamilishwa. Hakuna tena asili ya dhambi, hakuna tena usumbufu unaotuzunguka. Hatimaye tutapata uzoefu wa amani kamilifu ya akili na moyo, bila kizuizi chochote. Wow, hiyo itakuwa ya ajabu. Sasa hapa katika sura ya 27, anaendelea na picha ya milenia, lakini sasa Isaya anazingatia urejesho waisraeli wanaoamini. Mstari wa kwanza unatufahamisha kwamba katika siku hiyo wana atamwadhibu Leviathani, ambalo ni jina linalotumika kumaanisha Shetani kwa njia yule joka la zamani. Shetani ametafuta tangu bustani ya Edeni kuharibu mpango wa Mungu wa wokovu kupitia Israeli. Amefanya kila awezalo kumaliza Masihi. Sasa hapa ameshindwa hatimaye Israeli sasa inaelezewa kama taifa lililorejeshwa. Mstari wa pili, shamba la mizabibu lenye kupendeza. Bwana ndiye mlinzi wa shamba la mizabibu ambaye atalimwagilia. Mstari wa tatu, Israeli itachanua na kujaza dunia yote kwa matunda. Mstari wa sita, Isaya anaandika hapa katika mstari wa kumi na tatu, katika siku hiyo, wale waliofukuzwa, yaani watu wa Kiyahudi, watakuja na kumwabudu Bwana kwenye mlima mtakatifu huko Yerusalemu. Kwa maneno mengine, watu wa Israeli hatimaye watakaa katika mahali hapo maalum huko Yerusalemu. Na katika siku hiyo, tena rejeleo kwa enzi ya ufalme katika siku zijazo, ahadi za Mungu kwa Israeli zitakuwa kweli kabisa na kikamilifu. Sawa, unajua hiyo inamaanisha nini kwako na kwangu leo? Inamaanisha huwezi kurudia jana. Na pia inamaanisha kwamba huhitaji kuwa na wasiwasi kuhusu kesho. Inachomaanisha ni kwamba unaishi leo kwa mwanga wa siku hiyo ijayo ambapo utatawala pamoja na Kristo katika ufalme wake ujao wa furaha. Kwa hivyo leo, wapendwa, na kwa mwanga wa siku hiyo ijayo, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote.